Harambee! Harambee! Harambee! Ruto wapi, Presidenti wetu, asante sana kwa ile umetufanyia. Tumekuwa tukipita hapa, si wenyeji wengi mmekuwa mkipita mkitamani kuingia hapa, lakini leo muko ndani, ndani, ndani. Shikari kario vandu vanje mirembe mrembe handi nani, kama president, nani analeta maendeleo Merebe? Nani anatuingiza state house Merebe? Nani saa hii ameshika sisi Waluya? President, nataka kukuhakikishia ya kwamba tukiwa na viongozi wetu, tuko na Musalia Mudavadi, tuko na Weta, tuko na wetu waziri wetu tuko na Atwoli na viongozi wote, hata tuko na chairman wetu wa luke hii Western, sisi tutakupigia kura yote, si namna hivyo? Kwa maana ameingia kwa mioyo yetu, tumeona maajabu, tumeona ile hatujaona hata. Jana hapo Shinyalu, hiyo barabara imetusumbua miaka nenda miaka rudi, na maendeleo mengine. shikarikario Imenda, imenda, imenda, imenda. Asanteni sana, Mungu ambariki.